Wananchi ambao bahati nzuri mmekuja, nadhani mnaweza mkaona hapa tuliposimama, ndio lilikuwa daraja, yani ndo daraja, sio lilikuwa, ndo daraja lilokuwa linatumika mpaka sasa hivi, lakini leo tunahamia pale, ya unaona kama tunahamia mlimani, ule mlima ule, lakini ni daraja hili. Ninataka kusema nini? Eh, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kama alivyosema manager hizi changamoto hazikuwa kati ya mabomba na watu wa huku Masumbwe, zilikuwa nchi karibu zima, maeneo mbalimbali na nyinyi mkiwemo. Hakuna jambo ambalo serikali inapata changamoto inaposikia watu wamekufa kwa sababu ya miundombinu, kwa sababu ya madaraja, kwa sababu ya maji. Sasa tumeshuhudia kwamba mwenyekiti wa kijiji anasema watu wengi wamekufa kwa sababu walikuwa wanatumia mitumbwi na ni mitumbwi ya kienyeji, na bahati mbaya hapa mlipo ni kwamba Sio lazima mvua inyeshe hapa ili ujue kwamba siwezi nikavuka. Unaweza kuwa upo katikati, maji yanakuja, alikotoka huku yanakuja, inakusomba bila wewe kujiandaa. Kwa hiyo, moja ni kwamba changamoto hiyo ilikuwepo tangu enzi hizo, tuseme, tangu nchi imekuwepo, lakini katika kipindi hiki cha awamu ya sita, changamoto hiyo nadhani wananchi, maji yatapanda pale, tunahitaji tena mtumbwi sasa. Mama Samia amekataa kwamba hawa wananchi hawezi ku, kuendelea kutumia mitumbwi na hawawezi kuendelea kuhatarisha maisha. Kuanzia sasa, tunaamini daraja hili linakwenda kukamilika kama tulivyosema, na tunachoweza kusema ni kuambia tu kwamba serikali hii iliamua kuhakikisha maeneo yote ambayo maji yanaua watu kwa sababu ya mafuriko na hasa kwenye miundombinu ya barabara. Barabara zinajengwa nchi nzima, na wananchi niwaambie, kazi hizi kubwa ambazo zimefanyika nyingi zimefanyika na wakandarasi wazawa, na huyu pia ni mkandarasi mzawa. Kwa hiyo zamani kuwa kazi kama hizi unasema hivi ni mzungu gani amejenga? Ah, sasa hivi ni wakwetu tu wana uwezo wa kujenga madaraja kama haya na hata makubwa zaidi. Lakini pia ni Mama Samia anasema tuwape kazi nyingi wazawa, kwa sababu kwanza tunawapa uzoefu, lakini tunawajenga zaidi na tunawaimisha uchumi. Lakini pia tunajua hawa wanaajiri ah, watu wote ambao pia ni wa Tanzania. Kwa hiyo bado tunaendelea kukuza uchumi na hakika kuna watu wamefaidika kwa njia moja ama nyingine kwa sababu ya uwepo wa mradi huu. Mradi huu una sehemu mbili za utekelezaji. Sehemu ya kwanza ni Lugunga na sehemu ya pili ni hapa Mabomba. Utekelezaji wa miradi hii unafuatia mvua zilizonyesha mwaka 2023 na 2024 zilizoleta mafuriko ambazo zilikuwa ni mvua za El Nino. Kufuatia zile, zile mvua kunyesha, maeneo mengi ya barabara zetu yaliathirika. Miongoni mwa barabara zilizoathirika barabara hii kutoka Kashero hadi hapo Mabomba ambapo serikali ya awamu ya sita chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka a ya yani aa Gharama za mradi huu ni shilingi bilioni 2.9. Na utekelezaji mpaka sasa hivi umefikia asilimia tisini. Kazi zinazoendelea kufanyika hapa ni kujenga caravat yenye midomo kumi na tano ambayo kama, kama inavyoonekana nyuma yangu ni midomo kumi na tano. Caravat hii ina upana wa mita 4 kwa mita 3 midomo 15 na ina urefu wa mita 67 lakini kuna caravat nyingine tena ya pili ina midomo mitatu yenye na urefu wa mita nne ina upana wa mita 4 kwa mita mbili na nusu kimo chake. Tunategemea kwamba karavati hizi zilizojengwa zitasaidia sana kuondoa mafuriko ambayo yalikuwa yakitokea hapa na kukata mawasiliano kati ya wananchi wa Mabomba na wananchi wa maeneo ya Masumbwe. Na historia hapa inaonyesha kwamba wakati wa mafuriko, wananchi walikuwa wanavuka hapa kwa kutumia mitumbwi. Sasa hili tatizo tumeenda kuliondoa na barabara hii inategemea kukamilika tarehe 31 mwezi Januari muka, kwa mujibu wa mkataba mkandarasi anatakiwa akabidhi kazi. Na kazi inaendelea vizuri tunaendelea kusubiri mkandarasi kuhakikisha kwamba ndani ya muda uliopangwa kwa mkataba anakamilisha zile kazi kubwa, na tunafungua barabara inaendelea kupitika.